Yangu mahona kaka yangu kwenye, kwenye bajeti yetu na ilani yetu ya Chama Cha Mapinduzi, zipo nyumba 40 za watumishi naomba, za nati za Segese zipate nyumba za watumishi zote. Sisi oye! Lakini ndugu zangu, tunayo miradi ya barabara. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutupatia barabara za lami kilomita 75 kutoka Kahama mpaka wapi? Sasa deni lililobaki ni ujenzi wa barabara za kupitika masika na kiangazi za mitaa yetu yote. Kwa mda wa miaka mitatu, baada ya miaka mitatu nimekuwa mtendaji wa kata miaka 31, lakini baada ya hapo Chama cha Mapinduzi kimeniamini niweze kupeperusha bendera. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Niseme sasa ni kwamba, Mheshimiwa Chula akiwa karibu na bwawa, ukimpiga teke, kinachofuata ni nini? Unamwongezea nini? Maneno ya Magangila yanachochea niweze kwenda mbele na ungo wa mjini wa mjini. Hey! Hey! Vijana viva mwa wa mjini apondwi jiwe, ukimpiga jiwe kila mtaa na ujua. Kwa hiyo mimi, kwa miaka 31 na miaka mitatu katika jumuiya ya vijana najua pa kupita. Haya yote yanayozungumzwa, ilani ya Chama cha Mapinduzi imeeleza yote nitayasimamia kwa uadilifu na sitabagua mtu yeyote. Wanasegese mnanifahamu, lakini sambamba na hilo mgeni rasmi nigusie, kuna changamoto moja Segese na shule za msingi nane, tuna sekondari ziko tatu ambazo zinabeba wanafunzi elfu kumi. Niombe sana katika swala la maji, mradi wa maji wa ziwa Victoria huko kwenye mbuga hapo kilometa tatu kutoka Segese na hii kata ina watu zaidi ya elfu 40. Mjumbe wa halmashauri kuu, naomba swala hili ufikishie mama, wanasegese tupate maji yenye afya. Waachane na visu <coughs> lakini sambamba na hilo, mji wetu huu una kaya zaidi ya elfu 8, tuna nyumba zimejengwa za thamani ya zaidi hata milioni mia moja katika kata hii, hizo nyumba kuna hati kumi na tano. Chonde chonde, Mheshimiwa kaka yangu Magangila, bwana mdogo pale halmashauri, tuingie tusaidiane, wananchi wapate hati waweze kukopeshwa, koumizi na umiza watu. Kuna hati kumi na tano tu mji mzima. Mtu amejenga nyumba ya milioni 80 anakopeshwa shilingi milioni tano. Hili halikubaliki kwa sera ya Chama cha Mapinduzi. Lengo la ma, mama Samia ni kuwa, kuondoa watu watoke kwenye umaskini. Tunashukuru mama ametusapoti, tuna benki ya NMB na watu hawa vijana na wajasiriamali wanahitaji kukopa. Ili ukopesheke, lazima uwe na dhamana. Wakulima wanahitaji dhamana, lakini sambamba na hilo hawa wakulima wadengu tukuombe sana mjumbe wa halmashauri kuu tupate wawekezaji wa dengu ili dengu iwe inabanguliwa hapa hapa. Wanunuzi wanapokuja, wakinunua dengu wanadai na uchafu, inabidi waibebe wakabangulie Dar es Salaam, tayari inashuka thamani. Viwanda vya kubengua viwe hapa hapa, thamani ipande hapa hapa, ili mwananchi atoke na dengu shambani auze aende benki achukue pesa na mfuko ujae. Kepimu chama cha mapinduzi tunazungumza lakini, nikomee hapo kwa sababu mkubwa wetu ameshasema, na Magangira ameshasema, nisije nikakosa nidhamu na sijalelewa hivyo. Lakini niseme kifupi, eneo la Segese ndo lililochaguliwa katika halmashauri ya Msalala. Mheshimiwa mgeni rasmi, sera ya Chama cha Mapinduzi inatoa ajira kwa vijana kwenye sekta ya michezo. Namwona gudi, gudi umemwona hapo. Sisi hapa ni zao la michezo. katika halmashauri na jimbo la Msalala tunalo tatizo la uwanja wa michezo. Naomba swala hili, kwa sababu sera ya CCM na mama anapenda michezo, ikiwezekana tupate eneo la michezo, vijana wapande, wapate ajira. Kidumu chama cha Mapinduzi! Lakini ndugu zangu wana wa Segese